Nayo pia ni sekta ya uchumi mzuri tu. Maeneo haya tumetoa wigo mpana, watu wafanye shughuli zao, ili kila mmoja aweze kuwa na uchumi wake. Lakini sasa hivi tunaendelea kujenga VETA na wilaya, mkoa huu kila wilaya ina VETA. Lengo wako, vijana wanahitaji kuwa mafundi, waanzishe makampuni yao, waendelee kutumikia na kuhudumia wengine, waweze kulipwa na huduma hiyo. Tunapeleka pale ili muweze kujifundisha umeme, cherahani, lakini pia kompyuta, ushonaji, upishi na shughuli nyingine yote ya kiufundi ili uweze kuanzisha kampuni yako. Maeneo tulianza muda mrefu, tumepata mafanikio sana. Vijana wote wameenda VETA na wameenda VETA bila kujali kama wewe unaingiria chuo kikuu, una diploma, una form 6 tu form four au darasa saba, yeyote anayetaka ufundi huo, umesoma chuo kikuu nenda VETA kasomee.